Ujue katika jamii yetu tuna watu ambao sifa yao kubwa ni kukera watu na kukwaza watu, na watu hawa huwa na furaha sana pale ambapo ukisha, ukisha kukera wewe, uwe na huzuni, uwe na stress, kama kushindwa kula, ushindwe kula. Na njia sahihi ya kuepuka watu kama hawa ni niku kwamba ni kutowazingatia na huwezi kuwashinda kama haujakomaa kiakili na kihisia, kwa maana watu hawa wakikuchokoza au wakionyesha kitu chochote kwako, usipowazingatia nao itakuwa njia sahihi sana ya kuwaumiza, kusema da, huyu mtu nimemkera, kwa nini ajali yake, kwa nini hajafanya hivi? Na kama akiukela ili aone reaction yako kwamba wewe una huzuni, wewe endelea kuwa na furaha ila tu huwezi kuwashinda watu kama hawa, kama mwenyewe haujawa matured enough kiakili na kihisia, jinsi ambavyo unajua kuzicontrol emotion zako. Kwa maana ukijua kuzicontrol emotion zako, utaweza kuwashinda watu kama hawa, na siku zote hawaepukiki, kila mahali wapo, yani kila eneo wapo. Sasa hawa, by the way, wana faida kubwa sana kwenye maisha yetu, kwamba wanakujenga mwenyewe kihisia utavyozidi kutana nao ndivyo utakuwa unazidi kujijenga zaidi. Hivyo basi nikushauri kwamba ukikutana na watu kama hao usionyeshe reaction yoyote, wewe cha msingi kuwa tu mpole na ili uonekane umekuwa sana kihisia, umekuwa sana, umekuwa machuadinafu wakikukela. Ukikutana naye msalimie, msalimie mchekee hivyo, lakini akionyesha vile vitu vyake Usimpe sapoti yoyote, usimsikilize chochote anachoongea. Hii utafanya umuumize zaidi na kujiona anachoongea ni upuuzi hivyo tu.